mla jana Kala nini niko mbele yako. Na wewe hapo ulipo, najua pengine hauko peke yako, waite wenzako waliopo hapo, Dar es Salaam mkoani, uko Mbeya, hata wa Kenya mnaofuatilia kipindi hichi, na wale wa Kampala, nyote kwa ujumla, karibuni. Leo tumwelezee mwanamke na Uislamu. Uislamu umempa umuhimu upi mwanamke? Leo yake mwanamke imezungumzwa vipi katika Uislamu? Na kesho yake mwanamke imezungumzwa vipi katika Uislamu? Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alitembelewa, yani alipata ugeni Sahaba mmoja alitoka kwake, alipotoka akenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulallah, e Mtume wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezimungu sallallahu alayhi wasallam, nieleze na homa, nina swali, kuna jambo na mjadala kichwani mwangu bado unanisumbua, baina ya mwanamke na mwanaume hivi, ni, ni, ni nani hasa ana nafasi zaidi kwangu? Who is the, who is the number one? Ni, ni yupi number one wa kumzingatia katika maisha yangu duniani? Kuna mengi duniani, kuna watu wengi katika watu waliopo katika hii dunia, katika yote yanayoendelea kwenye hii dunia mambo mbalimbali mbali. Ni mtu gani natakiwa nimuweke moyoni? who is the number one to me? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mtu bora wa kumjali, mtu bora wa kumzingatia ni mama yako. Yule bwana akamwambia, haya, niambie baada ya mama, wa pili nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule sahaba, akamwambia, wa pili ni mama yako yule bana akataka kuendelea kujua watatu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia watatu ni mama yako. Yule bana akapata kujua kwamba nafasi ya kwanza katika dunia amepewa mwanamke, na wewe pia unatakiwa ujue nafasi ya pili katika hii dunia amepewa mwanamke, na yoyote utakayemtumia hii klip anatakiwa ajue nafasi ya tatu pia amepewa mwanamke. Basi ajaondoka yule bwana, ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nafasi ya nne ni baba yako. Wanawake wanaweza. Kina mama mnaofuatilia klipi hii, dada zangu, ndugu zangu, yoyote ambaye ana binti, yoyote ambaye ana dada, yoyote ambaye ana mama, naomba muelewe kina mama kwamba wanawake mnaweza alafu kuweza kwenu wanawake, hamuhitaji kuwezeshwa. Duniani kuna vyuo vingi, we have Harvard University, kuna Cambridge University, hata kuna, kuna, kuna, kuna, Oxford University, Tanzania hapo eh, Uganda we have Makerere University, Tanzania tuna UDOM, we have UDISM, kuna vyuo vingi duniani. Lakini ninaomba niwaulize swali, hivyo mnakijua chuo namba moja duniani ni chuo kipi? Na baada ya kukijua, mnajua hivi, mnafahamu, mnaelewa, chuo namba moja duniani ni, ni nani aliyekiasisi, aliyejenga, aliyeanzisha chuo kikuu cha kwanza duniani? Mnamjua ni nani? si mwingine ni mwanamke aliyetambulika kwa jina la Fatimatul Fihriya, mwanamke ambaye alikuwa akipatikana alikuwa akiishi katika mji wa Fas uliopo nchini Morocco. Fatimatul Fihriya ndiye alianzisha chuo kikuu namba moja duniani. Wanawake mnaweza na hamuhitaji kuwezeshwa ili muweze. Chuo hicho ingia Google you type. Jamiatul Kairawan utakutana na habari za chuo hicho. Chuo hicho ndicho kilicho. Baada ya kukianzisha chuo hicho, mwanamama huyu wakaja kusoma mpaka wazungu mpaka mapapa. Papa mmoja ambaye anaitwa eh, Papa Silvester the second, eh, kwa Kiarabu anaitwa baba eh, baba Silvester the second Papa Sylvester the second alikuja kusoma katika chuo hichi, mtu ambaye ni wa, wa upande wa pili. Alipokuja kusoma katika chuo hichi, akajifunza namba ambazo leo hii zinaitwa arabic numerals. Hizi namba ambazo ukitaka kumpigia mtu simu unaziweka 1 2 plus 25 plus 255 namba yoyote unayoiweka kumpigia mtu. Namba hizi mnaijua asili yake? Namba hizi mnajua, huyo aliyezianzisha alisomea wapi? Alisoma katika chuo hichi kilichoanzishwa na mwanamke. Papa Sylvester II akaichukua elimu ya namba ambayo ni elimu ya Kiarabu akaenda kuipeleka Ulaya, zikapatikana namba hizi ambazo zinatumika leo hii. Ndo maana namba hizi zinaitwa Arabic numerals, ndo maana namba hizi zinaitwa namba za Kiarabu. Mabingwa wakubwa walisoma katika chuo hicho kilichoanzishwa nao mwanamke, kina Ibn Khaldun, eh? kina Ibn Batuta arahala msafiri ni stranger mkubwa. Ibn Batuta alisoma katika chuo hicho, chuo kilichoanzishwa na mwanamke. Wanawake mnaweza, na bila kuwezeshwa mnaweza. Mungu atujalie mapenzi ya kumpenda yeye, na tunaomba Mwenyezi Mungu uruzuku na hubaka, uturuzuku mapenzi ya kukupenda, wahubba man yuhibuka, na atujalie kumpenda kila anayekupenda, wahubba amali yukaribuna ila hubika, na utufanye Mwenyezi Mungu tupende kufanya mambo yatakayotuweka karibu na mapenzi yako, na yafanye mapenzi yako yawe ni starehe katika vifua vyetu kuliko yalivyokuwa starehe maji ya baridi kwa mtu mwenye kiukali sana.